Hii ni biashara ambayo inaweza ikawa njia njema ya kufikia ndoto zako. Unajua, kila mtu ana ndoto fulani au watu wengi wana ndoto fulani ndani ya mioyo yao, na ndoto hiyo mara nyingi sio kwamba lazima iwe ni kuona apartment. Unaweza ukakuta mtu mwingine ana ndoto ya kuja ku, kuwa na shule labda ya mambo ya urembo. Kuna mtu ana ndoto sijui ya kuwa na restoranti yake, mtu mwingine ana ndoto ndoto ya sijui ya kuwa whatever it is. Fikiria ndoto yako wewe ni nini? Habari, tajiri. Kwa majina naitwa Ian Metili, mi ni mjasiriamali niliyejikita kwenye short-term rentals, na na experience ya miaka mitano kwenye hii biashara, na highlight kubwa ikiwa ndani ya miezi 11 tulikuwa tumeweza kutengeneza mapato ya milioni 91, na kwa sasa tunaingia kwenye video ambayo imejaa thamani na najua itakwenda kubadilisha kabisa mtazamo wako kuhusiana na biashara hii. Twende, tukaangalia video hii na angalia hii biashara kama fursa ya kuwa daraja ya kukusaidia wewe kutengeneza kipato fulani ambacho kitakusogeza kufikia malengo yako. Kwa hiyo let's say sasa hivi upo kwenye position ambayo unatafuta kuanzisha biashara fulani ambayo ni kubwa, inahitaji mtaji fulani mkubwa. Lakini kupitia uh, biashara hii ya Airbnb na faida ambayo inakuletea, una uwezo wa kujenerate a certain kind of income, kutengeneza kipato fulani endelevu. Uh, ambacho hicho kipato kitakusaidia over time ku save up, kuwa na enough funds kuwa na, na, na, na mapato ya kutosha ya kuweza kuenda kufanya sa biashara unaitaka wewe. Kwa hiyo iangalie pia kwenye lensi ya kwamba kwa kufanya biashara hii kuna mifumo ya kibiashara unaojifunza. Kuna vitu kuhusiana na customer service inabidi ujifunze. Kuna vitu kuhusiana na, na kuwa kiongozi. Mfano, unapokuwa una apartment tano na una apartment nne hata moja, inabidi ujifunze kuwa kiongozi. Namna ya kuongoza watu wa usafi, namna ya kuongoza mafundi, namna ya kuongoza watu mbalimbali unaodeal nao, namna ya kudeal na wateja, namna ya kuweka operations tofauti, tofauti, kwa ubora kabisa kwenye biashara yako. Hizi skills unazojifunza hapa, kama nilivyosema, ni daraja kukusaidia kufikia lengo lako la kuwa na kitu chako pembeni. Asante kwa kuangalia video hii na kama unataka kuendelea kujifunza zaidi, kuna videos tunazo hapa kwa ajili yako, lakini pia kama umepata kitu cha thamani, please usahau kusubscribe, share na mwingine ambaye anataka kujifunza zaidi kuhusiana na hii biashara, like au comment. Hii yote inasaidia video zetu kwenda zaidi kwenye algorithm ya YouTube. Mimi ni Ian Metili. Kumbuka, wewe ni tajiri.